Kwanza mbe, mkoa wa Mbeya tuna furaha sana kumpokea makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi e, Tyson wanamuita, mheshimiwa Wasira e, na mkoa wa Mbeya ni kama wengi mnavyojua, una historia kubwa sana ya Chama cha Mapinduzi toka ilipokuwa tano kama mlivyosikia, wakina Mandela walipita hapa, wakina Nojoma walipita hapa. Kwa hiyo sisi tuna asili okay, ya Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Mbeya kuweza kuleta ukombozi sio tu Tanzania lakini ni Afrika nzima. Sasa tunapozungumzia hivyo ukombozi, moja ukombozi ambao Tanzania tumeupata sasa hivi ni wa kiuchumi. Nenda kaangalie, watu labda hawajaweza kutembea kwenye nchi mbalimbali mbali. Katika nchi zote za Afrika Mashariki ukiangalia, hakuna nchi ambayo ina network ya barabara kuunganisha eh, kila mkoa kwa alami kama Tanzania. Nenda kaangalie Tanzania, hakuna mtu ambaye aliwahi kufa kwa njaa Nenda ukazunguke sehemu mbalimbali, huduma za afya, elimu na mambo kama hayo. Sasa mtu yoyote ambaye anabeza kwamba Chama cha Mapinduzi akijaleta maendeleo kwenye taifa letu, huyo hajaonja machungu ambayo nchi zingine ambazo anazisikia hasa maeneo ya majirani ambako kuna vita, kuna nini, e, jinsi watu wanavyopata e, matatizo. Sasa hivi tu angalia tu pale Kongo sasa ukisha anza kuangalia maisha ya watu walioko huko Goma na sehemu zingine, utasema chama cha mapinduzi kweli hakijaleta maendeleo Tanzania. Sasa tatizo ni kwamba wanadamu huwa wakati mwingine tunajisahau. Pale unapokuwa umestarehe, una amani, basi unafikiria kwamba ah, kuna mengine mazuri yapo. Lakini nakuthibitishia chama cha mapinduzi ni chama ambacho kimekuwa makini toka uhuru, na mpaka sasa hivi chini ya Samia Suluhu Hassan, watu mmeona mageuzi mbalimbali ya kiuchumi. Mmeona jinsi ambavyo mama amejitahidi sana kuleta hata amani baina ya vyama vya upinzani, watu wanaweza kaongea, watu wanaweza kakosoa. Sasa wapi nataka tena uhuru mwingine zaidi ya huo? Kwa hiyo naomba tu kwamba wananchi wote wa Tanzania wajue kwamba chama cha mapinduzi ndicho chama kitakachoweza kuendeleza kitu tunachoita amani ku inua uchumi wa nchi yetu, lakini zaidi ya hapo, kuleta mageuzi mbalimbali ya kiuchumi. Angalia watu sasa hivi wanafanya biashara wow, kwa uhuru, lakini huko nyuma ilikuwaje? Watu walikuwa wanaishi kwenye lindi la umaskini, na shida za za, za, za, za wananchi haziwezi kuishi kwa siku moja, zinakwenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo nawaomba na nawaasa na wananchi, tukiunge Chama cha Mapinduzi mkono kwamba tunashinda kwenye uchaguzi wa mwaka huu na kuhakikisha kwamba yale ambayo mama Samia Suluhu Hassan ameanza kuyatekeleza ayamalize, lakini sio tu ayamalize, tuende tukafanye kazi nyingine kubwa zaidi ya kujenga nchi yetu.